Alute Media ni matumaini yangu mzima buheri wa afya ujambo, ikiwa ni siku nyingine tena, ni siku nzuri kabisa leo tukiwa katika chuo kikuu cha Islam Morogoro. Ni ufunguzi wa kampeni za uchaguzi, ambapo chuo kikuu cha Islam Morogoro wanakwenda kuchagua viongozi kuanzia rais, makamu wa rais, wa bunge. Leo hii viongozi wa tume wameshiriki katika ufunguzi wa kampeni hizo, ambazo zilikuwa zinafanyika katika ukumbi wa white tenti, ambapo mwenyekiti wa tume ameeleza vizuri kuhusia, ameeleza vizuri wagombea kuhusiana na kampeni na kipi hasa ambacho wanachokwenda kuzungumza na kwenda kutoa sera zao. Na mwenyekiti pamoja na mshauri wa wanafunzi ameeleza mambo mengi kuhusiana na amani, pamoja na kujitahidi wagombea kutoa sera ambazo zinafaa. Alute Media tumepata nafasi ya kupata mahojiano na viongozi maraisi wawili ambao wanakwenda kukimbizana nginjangija za kuweza kupata nafasi hii. Sasa narudi kwenu nikiwa na dhamira na nia na ari ile ile ya kwenda kutengeneza serikali ya wanafunzi ambayo kipaumbele chake ni utatuzi wa changamoto zinazowakabili wanafunzi na pia kufanya kila linalowezekana kuhakikisha kuwa wanafunzi wanaishi katika chuo kikuu cha Waislamu wa Morogoro wakiwa na amani kimazingira, kitaaluma na nyanja zingine muhimu za kimaisha. Ikumbuke kuwa baada ya kukosa mwaka jana, imenipa nafasi ya kujifunza, kujua na kuwasikiliza wanafunzi wenzangu na kujua hasa nini mahitaji ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Waislamu Morogoro. Ni imani yangu kuwa tunakwenda kutengeneza serikali sikivu yenye kujali, serikali ya pamoja isiyokuwa na matabaka, itakayokwenda kuwa mstari wa mbele kupambania haki na maslahi ya wanafunzi pasi na kuwa na mipaka yoyote ile, kwa kuzingatia kanuni na taratibu za chuo chetu. Nafasi mbalimbali za ubunge, ni watu makini ambao tuko nao, na ni matarajio yangu kuwa tutawafikia wanafunzi wote kwa njia mbalimbali ikiwemo tutafita madarasani mwao kuhakikisha kuwa tunaenda kunadi sera zetu, kuwaeleza nia na dhamira yetu kama wagombea nafasi ya urais pia. Mitandaoni hatutaacha hatutakaa kimya, tutahakikisha kuwa tunawafikia wanafunzi, ili wajue mgombea wao mheshimiwa Hassan Musa Yuda ana nia ya kwenda kufanya nini kama akipata nafasi ya kuwa rais kwa ridhaa yao, siku ya Jumatatu, siku ya kupiga kura. Tunaamini kwamba kiongozi bora ni yule ambaye e, yupo kwa ajili ya kutetea ima yupo kwa ajili ya kutetea masilahi ya, ya wenzake, sio mtu ambaye yupo kwa ajili ya kutetea masilahi yake, masilahi yake binafsi. Kwa hiyo nimejipanga kwa ajili ya kutetea masilahi ya wanafunzi wenzangu, lengo na madhumuni ni kuboresha na kuweka maendeleo tofauti tofauti katika chuo chetu e, kama ambavyo kinajitambulisha chuo chetu cha Kiislamu cha, cha Morogoro. Mheshimiwa, kipi ambacho umetuandalia sisi kwa sababu tumeshazoea wanasiasa wameidi mengi katika serikali iliyopita, tumeidiwa mambo mengi na mambo mengi hajafanyika. Kwako je ikoje? Aa, kwa upande wangu unachokizungumza ni sahihi, lakini kwa upande wangu aa, ni kwamba huu sio muda wa ahadi tena, isipokuwa ni muda wa kufanya kitu cha ukweli kwa sababu ahadi e, tumeshuhudia ni kweli, hata serikali zilizopita ahadi zilikuwa ni nyingi, lakini sasa hivi tunaahidi pia kwamba ahadi zetu zitaenda kwenye utekelezaji na sio kuishia katika eh, ahadi pekee. Uh, uchaguzi wa wanafunzi uh, serikali ya wanafunzi mwaka 2025 2026, kwa niaba ya mwenyekiti uh, wa tume ya uchaguzi kaka yangu uh, Abdulkarim Muhammad Mbaruk Tunasema kwamba baada ya uchukuaji wa fomu likafuatia zoezi la usaili, yakatolewa majina ya watu ambao wamefanikiwa na kuenda kuwania katika nafasi mbalimbali mbali, katika kinyang'anyiro cha uh, urais, ubunge kwa maana ya uwakilishi wa madarasa uwakilishi wa hostels mbalimbali mbali na uwakilishi wa jumla wa vitivo uh, kwa leo zoezi rasmi limezinduliwa zoezi la kampeni ambalo ni zoezi linalokaribiana sana na zoezi la upigaji kura ambalo litafanyika a, siku ya Jumatatu tarehe 26 mwezi wa 5 2025. Neno letu sisi kama tume ni kuwaomba a, wagombea wote wa nafasi zote ambao wanaenda kuchuana katika uchaguzi huu wa MUMSO wa serikali ya wanafunzi MUMSO 2025 2026 kuwa na kampeni za kiungwana kampeni ambazo hawavunjiani heshima wao kwa wao kwa sababu lengo la kampeni hizi ni kwenda kumtoa kiongozi bora, na kiongozi bora ataanza kuonekana katika mienendo yake ya hizi kampeni. Kikubwa wawe na kampeni za kistaarabu, waepuke maneno ya kashfa. Kila mmoja anadi sera zake na kuwashawishi wapiga kura waweze kumchagua kutokana na kile ambacho yeye anahisi ataenda kuwafanyia. Kwa hiyo kwa hayo tu niseme tu uh, kampeni kama tume tumeshazizindua rasmi, ni muda sasa wa wagombea kunadi sera zao, na siku ya Jumatatu ni siku ambayo wawahamasishe hao na... hapa chuo kikuu cha Waislamu Morogoro. Mimi ni Salimu Alute, Alute Media.